Kiboko TV atoe pole ambazo Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Makamu wa Rais, pamoja na serikali kwa ujumla umetoa kwa familia, ndugu jamaa na wananchi wa Peramiho kwa msiba huu mzito. Mheshimiwa Jenista tumefanya naye kazi kama mbunge na kama mawaziri. Ni mtu aliyekuwa na jitihada kubwa sana za kuhakikisha kazi ambayo amepewa inakuwa na matokeo. Kwa kipindi alikuwa mnadhimu mkuu wa serikali bungeni na ao nikiwa waziri wa fedha, mambo mengi yanayohusu sekta ya fedha yalikuwa yanahitaji uratibu wa mnadhimu mkuu wa serikali bungeni chief whip, na yeye ya alifanya kazi hiyo kwa umahiri mkubwa sana. Ni mtu aliyekuwa anataka mara zote kuona eh, anatimiza wajibu kikamilifu na kupata matokeo ya kazi anayofanya. Tumeshtushwa sana na tukio hili la msiba, kwa sababu ni majuzi majuzi tu hivi tulikuwa wote bungeni na hakuwa analalamika jambo lolote linalohusiana na masuala ya kiafya. Kwa hiyo tunamwachia Mungu, yeye alitoa na sasa ametoa, jina lake limidi. Mheshimiwa Jenista, kwa ufupi sana, mimi ni dada yangu, alikuwa mbunge mwenzangu, alikuwa waziri mwenzangu, lakini alikuwa mbunge jirani, tukipakana mipaka kabisa, yani kutoka kwenye jimbo la Songea mjini unaingia jimbo la Peramiho umbali ambao takriban kilomita 253. Tukimuelezea Mheshimiwa marehemu Jenista Joachim Mhagama naweza nikasema ni mtu ambaye kwanza alilelewa vema na wazazi wake katika maadili ya Kiafrika, maadili ya Kingoni, maadili ya Kitanzania na maadili ya kidini, ya kikanisa Katoliki. Mheshimiwa Jenista ni muumini kweli kweli wa Ukristo hasa wa Katoliki. Mheshimiwa Jenista ni mchapakazi siku zote. Mheshimiwa Jenista ni mchapakazi, akiwa nyumbani ni mchapakazi, akiwa ofisini ni mchapakazi, akiwa chifu ilikuwa ukijitahidi sana kuwahi pale bungeni. E, mi kwa na tabia nataka kama bunge naanza saa tatu nifike saa mbili na nusu namkuta Mheshimiwa Jenista amekaa kwenye kiti, ujue ndio mchapakazi na hapo amefika kwanza ofisini alafu ndo ameingia bungeni. Lakini Mheshimiwa Jenista ni mwanasiasa kweli kweli, ameweza kuhudumu kwa muda mrefu kama mbunge wa viti maalumu mkoa wa Ruvuma, lakini pia jimbo la Peramiho na Wazindi. Amehudumu kwa muda mrefu kwa sababu ya uwezo wake wa kisiasa, kwa sababu ya ushirikiano katika jimbo la Peramiho alipewa jina, anaitwa Malikia. Leo jimbo la Peramiho na mkoa wote wa Ruvuma tumempoteza Malikia. Kinachouma, tumempoteza ghafla sana mpaka jana hali yake ilikuwa nzuri, ameongea na watu, imebadilika mapema asubuhi ya leo na tumempoteza. Kifo cha ghafla kinauma. Mimi nimepoteza dada mbunge, nimepoteza mbunge mwenzangu, nimempoteza mbunge jirani, nimempoteza aliyokuwa waziri mwenzangu. Kwangu mimi na wabunge wote wa mkoa wa Ruvuma ni pigo kubwa sana, kwa wabunge wote wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni pigo kubwa sana. Na hapo niko na wabunge wenzangu wengine wawili, jumla tuko watatu, Mheshimiwa Mbunda wa Mbinga Mjini pamoja na Mheshimiwa Mariam Nyoka mbunge wa viti maalumu. Sote tuko hapa, hii uone ni kwa namna gani marehemu Jenista Joachim Mhagama alitugusa sote. Kiboko TV.